Jina langu ni mwanabibi bibi Muhamedi Mteja, na natoa shukurani sana. Mimi ni mama Shukuru. Shukuru amezaliwa mwaka elfu mbili na moja. Shukuru homa imemwanza na amezaliwa tarehe pili mwezi wa nne homa ikamwanza tarehe kumi kwa mwaka huo homa shukuru naanza, mala mala na, na, mwi, ya shukuru ilipokuwa naanza mwanangu kaanza kama malaria mara kwa mara la na mara kwa mara kuona homa nakiwa na lazwa hospitali narudi nimehangaika sana, nimefika mpaka mwii mbili ya awamu ya mwisho kama maelezo alivyoelezea daktari, nimefika Msumbiji, Malawi, Maputo nalala njiani kutafuta uzima wa mwanangu, wakati wa mwanangu akiwa anabadilika badilika, wakati ongea na kwa mbuluu njano mweupe, yani ni mwili wote. Nimefikia hatua nikawa nanyoonyea kipindi hicho, tungali wote, mimi na mume wangu ngali wote tuko hai, mwanangu anazidi kuteseka. Nilipokaambiwa kama alivyoeleza ndugu daktari ana mganga ba uniambia huyu mtoto ana tatizo nyama za ndani zimekuwa ngumu sana, kulainisha kwa hizo nyama inabidi atumie vitu kama hivyo. Nikawa nimejiziuka kulingana na maelezo yale, kwa sababu ilikuwa kilio. Mwanangu akitumia vile vitu nilikuwa naona unafuu, kwa sababu alikuwa anatumia sukari robo tatu kwa siku, mafuta lita moja kwa siku, nachemsha nampa kunywa maziwa lita mbili. Mwanangu asipokunywa mafuta anakuwa wanjani mwili mzima, si hadisi. Mwanangu asipokunywa maziwa anakuwa bluu mwili mzima mpaka nywele, sio hadisi. Mwanangu asipobugia sukari anakuwa mweupe kama wepo, kama unavyojua, sio siri. Pakafikia mwanangu mpaka kichwa kinavimba upande mmoja, endapo ulivyoona jicho moja limekuwa kubwa, tekitori ikishindikana kupata vile vitu, kwa sababu vile vitu ni vya kifedha na mi ni mjani, na nilikuwa na ng'ombe kumi, ndipo tuliweka ajira mi na mme wangu. Wale ng'ombe kumi nilishamaliza kuuza, kutafuta maslahi ya mwanangu. Aaskafikia sina kitu. Ii sukari Shukuru alikuwa nabugia kwa edaka moja kumugia saa sita nachukua sukari kama hii, jioni nachukua sukari kama hii. Mwanangu Shukrani na mafuta ningeonyesha baada ya kutokea swala kama hili. Alikuwa mwanangu analalamika akikosa nyama za ndani, utasikia kipindi zinakata, ndio ulivyokuwa umeona kwenye vyombo, mtoto analalamika kwa sababu ilikuwa zinakata. Mtu ukiwa jirani hivi unasikia nyama zina kwa muda huu, akisema mama kinaniuma kichwa, angalieni jicho kwa upande mwingine lina vimba linavimba, kichwa kina kinavimba upande huu alafu linatoka jicho linatoka damu. Yaani damu, natoka damu yaani damu inatoka kwa binadamu, linaziba jicho lile, napoziba basi nashika lile damu lile nalitoa mwanangu anasema mama saizi, kama kuna kitu kinaanguka mgongoni huku, kumbe damu anaanza kutapika kama vya mbuzi, natoka lidamu linaelea tu, nalichomwa nalitoa yote, nimeona mwanangu, ndipo ilipokuwa nalia, kisha apatikana vile vitu mwanangu. Nachukua begi, nasindika upeleka shuleni, kifika shuleni mwanangu kitu tena kilikuwa kinaniumiza sana kuangalia shuleni maendeleo ya Shukuru. Utazani kwamba huyu ni mtoto lakini kwa mwaka anaweza akaenda mara mbili mara tatu shuleni, lakini hali akili ya kimasomo ilikuwa bado inaenda safi. Nilipofika hapa Muhimbili, baada ya kupata tiba na kunielekeza daktari, kwanza natoa shukurani kubwa sana natoa shukurani kubwa sana. Sina cha kulipa, Mwenyezi Mungu atakulipa. Mwanangu leo anaitisha uji, mwanangu leo anaitisha soda, usiku mzima mwanangu anaitisha uji, Mama lete uji. Nalia, natoa machozi. Nimekaa miaka kumi na sita, mwanangu hajaonja uji, hajaonja chakula kingine, bali maziwa na chungu, bali maziwa na sukari na mafuta heu, anakuja kuonja mwanangu. Ananiitisha uji ananiitisha nini uji, mpaka saa sita ya usiku, mama naomba uji. Nasema asante, nasema asante, sina mengi ya kusema. Nasema Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Ndio natoa ushauri kwamba, jamani, tusinyanyase mtoto endapo akiwa ukimwona angani na matatizo. Palifikia tu mimi sasa kuondekana ni kama fala wa aina fulani, lakini nilikuwa nasema atakapofia mwanangu na mimi nitafia hapo, simwache mpaka atoe ya mwisho. Lakini nakusanya mwanangu, wakati wengine analegea hana kauli hana nini, lakini nakusanya napita kitafuta angalia wazima mwanangu. Leo nimefika Mwimbili, shukuru hana kunywa uji, shukuru sukari nimeacha. mwanangu shukuru, leo shukuru, hanywi uji hanywa mafuta. Sina cha kulipa sina cha kulipa, bali natoa shukrani. Mwanangu leo ananiitisha lete soda, mama mama lete uji, anakunywa kipindi nimepa uji baada ya kwanza, nikizani mwanangu sema wewe ndo ananiacha <coughs>